Golikipa Hussein Masaranga akieleza namna alivyopokea taarifa ya kujumuishwa kwa mara ya kwanza kwenye timu ya taifa ya Taifa Stars inayojiandaa na mchezo wa kufuzu Kombe la Dunia mwaka 2026 dhidi ya Morocco utakaochezwa Machi 25 mwaka 2025. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila mchezaji wa kitanzania ana malengo ambayo lengo lake la kwanza kwamba kuitwa timu ya taifa sababu. Ukitoa malengo pia ni TV kubwa. Kwa mimi binafsi nimejisikia faraja kwa sababu kabla hata kupata taarifa mimi alianza kupata familia yangu, wakati mimi nilikuwa niko Dar es Salaam nikifuatilia mambo yake na nini na biashara ya zangu. Kwa hiyo wakaniambia, bana, tumeona jina lako limetangazwa na wewe huko katika timu ya taifa. Alikuwa ni mjomba wangu ambaye ndio alitulea, kwa sababu kutokana na sisi wazazi wetu wengine wameshamtangulia kwao sikuamini, mpaka nilipoingia tena mtandaoni, kwa sababu wakati ule, wakati ananiambia nilikuwa, nilikuwa, niko busy kidogo, hiki, kwa sababu wakati nilikuwa nilikuwa kidogo nafanya haraka. Kitu cha kwanza nikaingia sana football, kwa sababu ndio sehemu kubwa ambayo napata taarifa za nchi za kimchezo. Kwao baada ya kuangalia vile, kwa hiyo nikaona kikosi tajwa na mimi jina langu iko namba tatu. Kwa kweli nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi, ukiondoa mambo mengine yote, ni watu wa ibada nimemshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu muda ule ulikuwa ni saa sita nakumbuka. Kwa nilikuwa nafanya zile shughuli lakini nikizingatia kwamba ilikuwa saa saba lazima niende msikitini. Kwa hata nilipoenda msikitini kuswali katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani najua niliombea kwa lana, kwa sababu nilikuwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio jambo dogo kwa sababu kila mchezaji wa Tanzania ana ndoto ya kucheza timu ya taifa. Kwa kuwa mimi nilikuwa ni mara yangu ya kwanza, nilikuwa na flaa zaidi, yani ya kitu kingine chochote, sijawahi kupata flaa kama nilipata wakati huu nasikia taarifa hii ah, Kwanza nashukuru na, na kwa sababu wachezaji ambao nimewakuta ni warevo, ni ambayo iko juu. Nikisema levo iko juu kwa sababu wengi wameshacheza timu ya taifa mara tano mara sita, wengine mara nyingi zaidi, kwao ni watu wazoefu. Hapo ukija kuangalia wametoka kufuzu mashindano makubwa o, kwenye, ya Afcon, kwa wamekuja tena kwenye mashindano ni makubwa, japo mimi sikuwepo katika raundi iliyopita ya Afcon, lakini nilikuwa nategemea nitakutana na ushindani ambayo kwanza kila mmoja anapambania taifa. Hilo ndo nilolikuta la kwanza. Cha pili discipline, yaani tumezoea watu wengi wakiongea kuhusu discipline, lakini katika timu ya taifa imekuwa ni, ni discipline kubwa kushinda hata vile inavyokuwa nafikiria. Hicho ndo kilichonishangaza cha pili. Kilichonishangaza ni, ni jinsi watu wanavyoishi kwa upendo kwa kweli, ukiondoa Ukiondoa timu zetu hizi za vilabu huko, wanaishi kwa upendo sana, kwa sababu wote wanajua lengo ambalo wameleta kwao, mpaka leo tumefika hapa, viongozi, wachezaji, technical benchi, yani tuko watu wako pamoja yani. Kwao mii najifunza kitu ambacho nilikuwa sijui kama ntaweza nkakutana nacho, kwa sababu kwenye vilabu vyetu vingi s ninakuwepo, lakini sio kali kama ninapokuwa huko timu ya taifa.